Ni, unajua watu watu wao wanachekesha wakati mwingine, ukimuuliza kwamba hivi katika nchi mzalendo namba moja ni nani, watu wengi kisiasa wanasema mzalendo namba moja ni mheshimiwa rais. Kisiasa ni mheshimiwa rais, lakini kihalisia sio mzalendo namba moja kwenye nchi. Kihalisia ni wanajeshi, kwa sababu wao wanatoa uhai kwa ajili ya nchi yao sisi wanasiasa si wazalendo namba moja, ni wazalendo namba moja kisiasa tu, lakini mwanajeshi anakwenda vitani, ama afe ama aishi, kutetea nchi yetu, kutetea watu wake, na na mshahara wake ule ule. Someone willing to die for our country, huyo ndio mzalendo namba moja. Kwa hiyo, polisi ndio wazalendo namba moja ambao wanatoka wenyewe usiku kupambana na majambazi, anaweza kupigwa risasi akafa wazalendo namba moja wale. Jeshi la mageza ndio ma namba wazalendo moja, wanajitolea kulinda wahalifu, wanaweza kuumizwa, wanaweza kufa. Jeshi la uhamiaji pia na idara ya usalama wa taifa ni wazalendo namba moja. Kwa hiyo practically, kihalisia, ukiulizwa wazalendo namba moja ni askari wetu, kwa sababu they are willing to give their lives for their nations, na ndio maana sisi wa Kristo huwa tunasema kwamba hakuna upendo mkubwa kuliko huu wa mtu kutoa uhai wake kwa ajili ya rafiki zake Sisi wanasiasa unaitwa ndio Mheshimiwa Rais mzalendo namba moja lakini itokee vita sasa hawezi kwenda uwanja wa mapambano waandishi wa habari eti amekwenda kule nini, mzalendo namba moja hawezi atakuwa mjini lakini wanajeshi polisi wetu magereza uhamiaji idara ya usalama wa taifa ni wazalendo namba moja katika nchi tukiwajali hawa mambo yanakwenda vizuri kwa hiyo kwanza faida utakaoipata ni hiyo, kwamba ni wazalendo, hautakuwa na wizi, hautakuwa na, na, na, na, na, na, na miradi kutokea imechelewa. Watajenga wanajeshi hizi barabara, wakijenga barabara, mwisho wa mwaka watakuwa na dividend. wanajeshi watagawana gawio la faida ya kampuni ya ujenzi wa barabara ya jeshi. Kila pesa itamwagia kwa mwanajeshi. Mwanajeshi atakuwa na pesa mfukoni, atakuwa na pesa kujumlisha uzalendo wake, anakuwa na uwezo wa kuwalindia nchi. Hasa hii itasaidia sana, sana.